<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ni nah. <laughs> <laughs> Tanzania kwa bilioni moja. Sisi <laughs> mpira wetu, wanaweza kachangishana, eh. <laughs> Wasifike bilioni moja ah, <laughs> anyway, anyway hizo kumnunua Azizi K walichangishana, matajiri watatu wa Yanga. Sasa kama ndio hizo hizo za ndani, waulize yanga wenyewe matajiri yao, nao kina nani na nani aa, ngoja nikwambie kitu. Unajua wakati Kaduguda anazungumza ile jambo la kuja Azizi K, alikuwepo kwenye kabineti ujue ya, yes, yeah. Simba Sports yes. na wao katika watu ambao washabiki wa Simba wanapaswa kuwanyoshia vidole yeah. Ngoja na mzee Kaduguda okay. Kwamba mlimkosaje Azizi K mimi ni wanyoshe, nimesema hivi, Yanga na Simba kila siku nawaambia, ndio tatizo, tatizo la Watanzania. Nimesema hivi e, Yanga na Simba ili wapate upper hand e, lazima mpira wa, wa, wa, wa Afrika e, wawe na pesa yao, sio mfadhili. Turejee hapa sasa, hilo hamlitaki po, yangu iko hapa kwamba kama Yanga mm, kikosi kinafumuliwa mm, kwa sasa. si sindio? Mm. tegemee kwamba Yanga Afrika watafute namba kumi mwingine zaidi ya Azizi ki au sawa na Azizi ki, ndio kwenye usajili wao. Mm. Au mwalimu ategemee kutumia hawa waliopo wakina Maxi, wakina Pakome, wakina wakina, wakina nani Zengeli, wakina nani hawa wacheze katika ile eneo ili wapate ile rhythm ya kumpata namba kumi, mm, kwa Yanga Africa, mm, kitu ambacho kwa, kwa vyovyote hivyo tutakuwa tumepunguza ile energy na ufanisi wa Stephano Aziki. Mm. Hoja yangu mimi nakuja sehemu moja. Mm. Kwamba ili umpate mtu kama Aziki mm, lazima upate uweke pesa nyingi kama alivyofanya Widad. Yeah. Yaani ilikuwa ni, ni, ni nyepesi sana kwa Yanga kumchukua kumuuza Aziki mm, kwa sababu dau limewekwa kubwa. Yeah. Ndio. Ha Hata wewe usingeacha hiyo. Eh? Yeah? Almost mm. 2 billion. Sasa mm. 2 billion ni kitu gani kwa ukubwa wa Yanga na Simba? Ndio maana nasemaje? Yeah. Sio kitu eh, lakini eh, sisi eh, hatujafikia hiyo level ya kumnunua mchezaji huyo kwa bei hiyo mpira m, Kaduguda, eh, eh, uchumi, vi eh, mi nakuelewa, unataka kuzungumzia kuhusiana na uchumi wa hivi vilabu. Hivi vilabu havina uchumi huo, kwa sababu, na kwa nini wasitengeneze huo wa uchumi? Wenzetu kule wanatengenezaje? Ngoja nikwambie Kaduguda, eh, mimi nikija mimi nikija hapo eh, nikija hapo kwenye masuala ya kutengeneza uchumi mm, hata wewe hautapona ya kwa sababu wewe uli, no uwezi kupona kwa sababu ulikuwa kwenye kuongoza mpira wa kwa Simba siyo, Siyo, siyo issue kwa nini hamkuwa sehemu ya kutengeneza mikakati? wana kukubalia ya wana kukubalia. basi kama uwezi kukubali eh, ndio haishi hivi hivi basi hapo, kwa kosi kulalamikiwa, kwa sababu gani? kwa nini kuacha? mimi huwezi kuniambia Simba Sports, na wanaopaswa kukubali ni kina nani? wakati wa wakati huo ni kiongozi, nasema, na hiyo na ni tatizo kubwa la Watanzania. mimi kwa kiongozi, it's not an issue sasa si wamekuamini ukae pale juu na naongoza katika kipindi gani na watu wa aina gani? Ngoja nikwambie, makoa Kaduguda, anazunguka sana. mimi na mimi nakupa picha moja De. mpira wa Simba na Yanga mm. unathamini watu wenye pesa, yaani okay. anathamini hawa wenye wenye uchumi mm. anaekuja mwenye pesa anawekeza ndio anathaminiwa. si ndio? lakini asilimia kubwa sio watu ambao kama ujibu wa Kaduguda huwa wametokea kwenye mpira kwa hiyo okay. ni ngumu kupenya kwenye nafasi za mpira, ndio maana jana nilikuwa nakwambia hivi kwamba mm. Sisi Afrika Mashariki tumechelewa sana kuchukua kikombe cha Afrika, si kwa sababu hatuna uwezo wa kuwa na, na timu nzuri, si kwa sababu hatuna uwezo wa kuwa na viongozi wazuri, lakini hatuna watu kwenye system ya mpira wa Afrika. Yani hatuna watu ambao wanaweza kuwa kama Fawaz, ambaye ni vice president wa mpira wa Afrika, si ndio, ambaye ni mmiliki wa Barikane, ndiyo. si ndio? mm -hmm. Hatuwezi, hatuna watu kama wale viongozi ulionao kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Wao ni watu wa biashara. Hivi Fawaz mwenyewe alikuwa viongozi si ndio wao wanasimamia, mm. wadhamini, sijui wawekezaji. Pia Watanzania mnaukosea sana sasa mpira, mwekezaji ni kiongozi. Unajua kitu kimoja ambacho tunashindwa Watanzania mm. tuna maneno mengi kuliko ukweli na uhalisia. ukweli ni upi Kaduguda eh? ukweli ni upi? Hautaki kwamba ngoja nikwambie, mm. mimi kwa kuwa niliwahi kuwa kiongozi wa Simba. Hatutotoke huko huko tutoka huko. Sawa, ngoja sasa mimi nasema tunatatu tunapaswa huku. Hautapona kwa sababu mimi kupona nitapona kwa sababu gani? No no no no. Huwezi no, no. kupona kwa sababu. Kwa maana moja, tukisema tukiwa kwenye hii hoja ya viongozi walioongoza Yanga na Simba, wametukosea kwa maana moja. Ngoja nikupe nikupe facts Kaduguda. Sisi Tut tutawalaina matatizo. System ni nani? System inajengwa na nchi, sio mtu kumpira. System ya mtu kumpira wetu sisi, una system tunasema mfumo, hakuna mfumo wowote yeah, duniani yeah, unajengwa na mtu mmoja kama Kaduguda peke yake. Nisikilize nikwambie, sitaki kuamini kwamba sijui sijui nani ni nani. Hawawezi kuwa wataki ubingwa wa Afrika, sindio? Ngoja nikwambie, Yanga 35 Simba 36 kuanzia 35 mpaka 2025, kuna viongozi wenye viti sijui nani wengi wamepita hapo, lakini akili zao asilimia kubwa si ndio? zilifocus kwenye dabi za Kariakoo, hawakufikiria kwenda kufanya vizuri kimataifa. Ndio maana Simba Sports inaonekana timu jianti sana Afrika, kwa sababu wana historia Sabini na nne walifika nusu finali CAF Champions League. Sasa Siliu. unarudi kule kule Koja Sabini basi, nne hao walitoka wapi au? Ndio maana kuja hivi. walioifikisha waifikisha Simba. Sabini na nne <laughs> mpaka 36 ni miaka mingapi? Mpaka? Yaani kutoka sabini na nne kwenda 36 au kutoka 36 kuja sabini na nne ni miaka mingapi? Kutoka? Michuano ya kimataifa <laughs> ilikuwa haipo. Ilikuwa haipo. CAF yenyewe imeanza 57. Hmm. Unakwendaje una, una 36? 57 eh, mpaka 74 ni miaka mingapi? Sasa msiseme 36. Ndio nakwambia hivi. Yaani hakuna na hamna <laughs> e <akuna> sehemu <laughs> <laughs> wewe kama kiongozi ambaye unapata nafasi ya kuongoza hivi vilabu <laughs> utachomoka kwa sababu mimi nitachomoka kwa sababu nitakuoji kwa maana moja uh -huh. kwamba wakati upo ndani ya klabu uh -huh. si ndio? Of course pengine unaongoza ni... peke yako? Ah, no, haiwezekani. Lazima kuna kunde, watu. Ndio maana nakwambia there is a system. Kuna mfumo. Nchi mama Samia haongozi peke yake. Wa, le, leave alone a club. Mm. Wacha club Simba, Yanga. Mm. Nchi jamhuri ya muungano ya, ya Tanzania rais ya uongozi peke yake. Maana yake ukiwa kwenye uongozi wa klabu ya Simba kuna watu wanakupinga wengi. Mkimaliza mtaniambia na ndio maana nakwambia ndio. Kuhani yeah. Na mwalimu mwonaji Musa Richard Mwacha wanampinga kwa sababu ya ukweli, kwa sababu adui wa mtu ni wandani. Mm. Adui wa mtu ni wandani, adui wa Simba wako ndani ya Simba. Adui wa Yanga wako ndani ya Yanga, adui wa Tanzania wako ndani ya Tanzania.